Uh, sasa kabla sijaenda kufungisha, ninaomba kitu cha kwanza. Ndugu Mbuya, umetuletea hapa binti ambayo umempenda, mliongea. Sidhani kama mlikuwa mnaongea akiwa amefunikwa, mimi nadhani mlikuwa mnaongea, mnaonana sura kwa sura. Leo yuko hapo amefunikwa, na amefunikiwa wapi wewe hujui, eh? Hujui yani, unaona nusu kwamba ni Recho, sijui, na isije ikawa huko wamemchukua binamu yake Recho, wamemfunika ukasikia, tunafunga hapa tunamaliza, unaangalia kumbe sio Recho. Sasa tunataka ututhibitishie kama ni Recho yule ambaye mlikuwa mnaongea naye, yule ambaye kwenye sendofu ulimwona. Hebu mgeukie, mtazame na Rachel geuka, ehe. Haya, mikono yako miwili nyosha, wala usisemi ndio, wakati uone sura yake, eh, fanya kazi moja ile ya kuweza kuiona sura ya Rachel. Haya, uh -huh. uh -huh. uh, useme na mkutano wasikie, huyu ndio Recho Marwa. Ndiyo, ndo yeye. uh, sema vizuri, sauti isikike. ndio huyu ndio Recho Marwa, asante. uh -huh. uh, sasa jamani, tumeridhishwa. Tulifikiri Mzee Marwa anavyompenda Recho anaweza kwenda kuchukua binamu yake Recho. uh -huh. Wakamwambia vaa wewe ende, lakini Bwana Marwa ameokoka na mke wake wametoa kile kile wakipendacho. Asante sana ndugu Kelvin Mbuya, je, unamchukua mwanamke huyu Rachel Marwa kuwa mke wako wa ndoa, mkaishi pamoja katika hali takatifu ya ndoa kufuatana na maagizo ya Mungu utampenda, utamheshimu, utamtunza katika hali zote za maisha na kuwaacha wengine wote na kushikamana naye peke yake mpaka kifo kitakapo watenganisha? Mshike mkono wa kulia alafu, utajibu swali hilo. Mshike mkono wa kulia uh -huh. swali hilo utafanya hivyo kama utafanya hivyo, nahitaji kusikia unasema kwa sauti yako isiyo na mitetemu, ukisema ndiyo, nitafanya hivyo. Ndiyo, nitafanya hivyo. Amen. Agano linafanyika hivyo kwako, binti yangu Recho Joseph Marwa nawe pia unaingia katika majukumu mazito. Yeye anayekwenda kukuoa anatazamia tabasamu, anatazamia kutoka kwako faraja wakati wa majaribu. Tabasamu yako na iwe kama siku inayong'aa kwake, sauti yako iwe kama mziki mtamu, juhudi na iwe utajiri wake mkuu, midomo yako iwe mshauri wake mwaminifu, na maombi yako yawe wakili asiyeshindwa katika mahakama ya Mungu. Mimi Kevin Clement Mbuya, mimi Kelvin Clement Mbuya, ninakuchukua wewe Rachel Joseph Marwa, ninakuchukua wewe Rachel Joseph Marwa, kuwa mke wangu halali wa ndoa kuwa mke wangu halali wa ndoa, na kuishi nawe tangu sasa na kuendelea, na kuishi nawe tangu sasa na kuendelea, katika hali zote za maisha, katika hali zote za maisha, katika mema na katika mabaya, katika mema na katika mabaya, katika utajiri ama umasikini, katika utajiri ama umasikini, katika ugonjwa na katika afya katika ugonjwa na katika afya nitakupenda na kukuheshimu, nitakupenda na kukuheshimu muda wote tutakapokuwa hai muda wote tutakapokuwa hai, daima nitakupenda, daima nitakupenda kama Kristo alivyolipenda kanisa, kama Kristo alivyolipenda kanisa. Hivyo ninakuahidi, hivyo ninakuahidi uaminifu wangu kwako, uaminifu wangu kwako hmm. Asante, utanipa baadaye. Najua anao uaminifu atakao nipa. Hebu tupate kiapo cha binti yetu Rachel. mimi Rachel Joseph Marwa, mimi Rachel Joseph Marwa. ninakuchukua wewe uh, Kelvin Clement Mbuya, ninakuchukua wewe Kelvin Clement Mbuya. Uh, kuwa mme wangu wa halali wa ndoa, kuwa mme wangu halali wa ndoa na kuishi nawe tangu sasa na kuendelea, na kuishi nawe tangu sasa na kuendelea, katika hali zote za maisha, katika hali zote za maisha. Ndugu Kelvin Mbuya, Kelvin Mbuya, katika mema na katika mabaya katika katika mema na katika mabaya, katika utajiri ama umaskini, katika utajiri ama umaskini, katika magonjwa na katika afya, katika magonjwa na katika afya nitakuheshimu na, nita nita na kukutii na kukutii. Muda wote tutakapokuwa hai, tutaka hai. Nitakutii kama kanisa limtii hivyo Kristo kama Kristo, hivyo, hivyo nina kuahidi uaminifu wangu, wangu. Nipeni nadhiri zenu. Mbuya, nipe nadhiri ambayo unamwahidi mwanamke huyu, takwenda kuvisha hiyo pete. Sogeza tu pete, nitakuamuru useme maneno ha. Weka karibu maiki. Mimi Kelvin Clement Mbuya. Mimi Kelvin Clement Mbuya. Na kuchukua wewe Rachel Joseph Marwa. Na kuchukua wewe Rachel Joseph Marwa. Kuwa mke wangu wa ndoa tangu sasa na kuendelea, Kuwa mke wangu wa ndoa tangu sasa na kuendelea, na ninakuahidi uaminifu wangu. Na ninakuahidi uaminifu wangu. Kwa jina la Mungu Baba, huku navarisha. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana, Mwana na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ay, ay, ay. Sasa unaelewa kwamba ndoa kweli ni agano Ehe, ehe. Recho anaambia wewe mwanaume kweli umenipenda na mimi nitakuonyesha uaminifu wangu. Haya, Bwana Mbuya nyosha mkono wako haya. <mimitation> ehe, ehe. Haya, kwa pete hii, kwa pete hii. Ninakuahidi wewe Kelvin Clement Mbuya. Ninakuahidi wewe Kelvin Clement Mbuya. Kuwa mume wangu wa ndoa. Kuwa mume wangu wa ndoa. Tangu sasa na kuendelea. Tangu sasa na kuendelea. Ninakuahidi uaminifu wangu. Ninakuahidi uaminifu wangu. Kwa jina la Mungu Baba, mwana na Roho Mtakatifu. Wow, ongela ongela, ongela. Erachohebu weka mkono wako kwenye kifua cha mwanamume huyu. Weka tu, wala sio kwa uoga. Sikiliza kwa makini, mapigo yanaenda vizuri. Kevin, hebu we, we, basi zamu nawe zamu yako weka. Weka mkono wako wako pale penye kifua. Mungu wangu Kevin, na mikono inatetemeka. Aha. Wamesema wako barabara, hawana mashaka wala hofu, basi inatosha. Kevin, asante sana

Heshima yangu kukabidhi sasa. Aa, pokea mikono yako yote miwili upate picha nzuri, ehe ehe, pokea namna hiyo, ehe, anapokea. Ana hati yake ya agano. Haya dada, dada nani apokea, uh, cheti chako, ehe, ehe. sante sana. Sasa mwaweza kukubaliana kwa kusanya, akashika huyo mdada, ili nyinyi mwendelee kupendeza tu, msio na kitu kingine pembeni, lakini baadaye mkitaka kuweka pamoja ni juu yenu. Mimi sitakuwa na hatia eh, nitakuwa nimemaliza mambo yangu vizuri. Yes, leo ilikuwa ni siku ya baraka hakika, katika kanisa la Kinondoni Revival Church ambapo imefungwa harusi kati ya Kelvin na dada Rachel na hakika imekuwa ni siku ya kipekee sana. Niko hapa na mama mzazi wa bwana harusi, mama yake na Kelvin. Kama ambavyo tunajua, kwa kila mzazi ni shauku yake kutamani kuona kijana wake au binti yake anafikia siku ya leo. Tunatamani kusikia furaha ya mama, anaelezeaje siku ya kijana wake leo kwenda kupata mke mm, Mama mchungaji, Bwana asifiwe sana. Amina. Bwana Isa asifiwe, ndugu mtangazaji. Amina. Hongereni sana kwa tukio la harusi. Asante sana asante sana Lakini pia hongera kwa kupendeza, mama mzazi. Asante sana, ni Bwana tu ametuwezesha. <laughs> Unajisikiaje siku ya leo mama mchungaji? Kwa kweli najisikia vizuri sana, yaani ninasikia furaha. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kumwezesha kijana wangu kupata mke, mm. Kwa kweli ilikuwa ni shauku yetu, shauku ya mioyo yetu kama ulivyosema ndugu mtangazaji, kwamba kila mzazi huwa anatamani mwanaye afikie hatua hii, mm. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, nina furaha sana sana. Natamani kufahamu Kelvin ni kijana wa namna gani? Kwa kweli Kevin ni kijana ambaye anampenda Mungu, pia ni mtumishi wa Mungu na tulilifahamu hilo mapema tu tangu akiwa mdogo mm kuna kipindi hapo katikati alipofika darasa saba form 1 form 2, alitusumbua kidogo lakini tuli, kwa sababu tulijua kile kitu ambacho kiko ndani yake, tukajua huyu ni shetani ambaye anawinda hichi kitu kilichokuwa ndani yake. Kama wazazi tulisimama kwenye maombi, tumemwona Mungu akimuinua katika kile kitu ambacho alikusudia, na sasa hivi ni mchungaji, mtumishi wa Mungu, anamalizia degree yake mwaka upa Dodoma. Hereni eh, sana. Asante sana. Alipokuletea hii hili uh, jambo kwamba nimepata mchumba, wewe kama mama, kama mzazi, ulilipokeaje na hatua ya kwanza ulifanya nini? Uh, nililipokea kama mzazi, nililipokea na kwa sababu tulikuwa tunaomba kama wazazi tulikuwa tunaomba, ila na yeye pia. Unajua, kama mzazi unaanza kuombea watoto mapema, hata kabla hajafikia hicho hicho kipindi cha kuoa. Unatamani binti yako aolewe na mtu sahihi ambaye Mungu amemkusudia, unatamani kijana wako aoe mtu sahihi ambaye Mungu amemkusudia. Kwa hiyo kama mzazi tulikuwa tunaomba, na alipotuletea hilo jambo, mimi nilipokea kwa furaha, lakini bado tuliingia tena magotini kumwomba Mungu, hatimaye Mungu akatuthibitishia kwamba ndiye. Eh, hey. oh, ulipomuona Rachel sasa, baada ya kuja kumuona Rachel, wewe ulijisikiaje sasa? Nilijisikia furaha sana, yani nisikia Mungu amejibu maombi yangu kumpatia kijana wangu mchumba yani ambaye sasa ndio mke wake, kwamba ni mtu sahihi hasa yule ambaye tulikuwa tunamuomba kwa Mungu kabisa, ni binti mzuri ambaye anampenda Mungu. Ila nakumbuka swali la kwanza ambalo nilimuuliza kwa sababu ananiambia ni mtoto wa mchungaji nikamuuliza Kelvin, huyo binti ana ukovu wake binafsi mm, au ni ukovu wa wazazi? Akanambia, mama Rachel, ana ukovu wake binafsi, kwa kipindi hichi ambacho nimeika naye nimemfahamu, anampenda Mungu wake aliyokutana naye binafsi. Nikamwambia, hilo ndo tunalomwomba Mungu kwa kweli. Hata mimi nilivyomuona kwa mara ya kwanza, nilisikia amani moyoni, nikamshukuru Mungu, nikamwambia Mungu, asante. Amen, asante kwa kumpatia mwanangu mtu sahihi. mm. Amen asante sana. Sasa umepata mkamwana sasa tayari, uh, ameingia kwenye familia ya Mbuya. Una neno gani kwake kama mama mzazi? Mimi kama mama mzazi, ninamwambia Recho, yani mimi ni mama yake. Jambo ambalo siwezi kumfanyia Kevin, siwezi kumfanyia Recho, kwa sababu ni binti yangu kabisa. Mungu ametuongezea binti kwenye familia yetu sisi tuna watoto watatu, wawili wa kiume, mmoja wa kike. Kwa hiyo sasa hivi tunasema tuna mabinti wawili na wavulana wawili. Kwa hiyo Mungu ametuongezea binti, yaani najisikia vizuri, najisikia kumpenda binti yangu kabisa. Mungu ameniletea kwa hiyo, ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yake e. Sikie pia na baba mzazi wa Kelvin. Huyu ni Mchungaji Clement Mbuya na leo wamempata mkwe kwenye familia yao. Aa, natamani kusikia mchungaji, kutoka kwako kwanza, ulilipokeaje hili, lakini siku ya leo kwako wewe unaizungumziaje? ah, kwa kweli tulivyopata habari alivyotushirikisha, kwa tulishtuka mm. <laughs> Tulishtuka, tuliogopa maana, hatukuwa <hazitola> tumefikiria kama atafanya haraka hivi mm. Eh, haikuwa rahisi mm. haikuwa rahisi kwamba Labda ni kipindi kama hiki anaweza kaoa tulisi, baada labda tavutavuta kidogo. Kwa hiyo tulishikwa na mshtuko laki lakini, pia tulifurahi, lakini tulipomuliza kwamba anamwoa nani, maana ni jambo ambayo tulikuwa tunamwombea Mungu ampatie mke mwema, sio mke mzuri, mke mwema, maana uzuri uko dukani. hey, hey, nani. Nani. Hey, nanuliwa tu basi, kwa hiyo tumekuwa na furaha Recho ni mtu ambaye ukimwangalia ni mwanamke mwema, ni mwanamke mwema, ni mtu ambaye hana makuu, japokuwa ni mtoto wa mkubwa, lakini she is, yani, yani, yani, ni mtu ambaye yuko humble. Yuko humbleness. Kwa hiyo ni mtu mwema, ni mtu mwema.